Kwa hiyo unanipangaje hapa? Itabidi utulie humu ndani saa moja nisome madrasa yangu vizuri, ili mwalimu asije akanishtukia, alafu nikimaliza kwenye mida ya saa nne usiku, twende zetu viwanja tukajirushi hivi. Uko serious Janeti? Kweli niko serious. lakini si ulisema mume wako huwa anaibuka kama mzimu? Sasa itakuwaje akija leo? Mara nyingi akiwa ada ndo huwa anaweza akajiiba akaja ghafla, lakini awamu hii yupo Tabora kwa hiyo sio rais akatoka kule na kuja huku Zanzibar ghafla bila kunipa taarifa. Kwa hiyo unajua walipo sasa hivi? Ndiyo, najua kwa sababu wananiambia kila kitu, sema tu ndio hivyo, kumpata kwenye simu inakuwa shughuli. Sawa shoga yangu, basi nionyeshe kitanda ni uchaji huu mwili ili nisije nikasinzia huko klabu. Unaweza kuchagua mwenyewe chumba cha wageni au changu, vyote ni visafi. Naenda chumbani kwako. Sawa, wewe nenda kalale. Muda wa viwanja ukifika, mimi nitakuamsha. Poa, poa. Simu unayoipigia haipokelewi kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. The number you call. Hello. Mbona hupokei simu? Nilikuwa nimejilaza hapa, usingizi. Mbona unaongea hivyo? Naongeaje? Kwani umeanza kunywa pombe? Mimi? Wewe. Ndiyo wewe. Mimi na pombe, wapi na wapi? Mwenzio niliacha pombe kwa ajili yako, na sasa hivi sipatani nayo kabisa. Yaani sasa hivi hata nikisikia harufu yake natapika. Sasa mbona unaongea kama umelewa? Hamna mpenzi ni usingizi tu. Kwa nini umechelewa kuamka? Jana nilichelewa kulala. Haka katabia kakuchelewa kulala na kuamka. Naona kanazidi kuwa sugu. Yaani kila wiki unayoingia kazini jioni, stori ndo hiyo hiyo. Kuna nini kinaendelea? Mbona hamna chochote kinachoendelea mpenzi. Kama huniamini muulize hata mwalimu wangu wa madrasa, maana bado naendelea kusoma kama kawaida, na nikitoka kazini huwa narudi nyumbani kulala. Ila tatizo ni kwamba usingizi umekuwa wa shida sana siku hizi, sijui ni kwa vile haupo. Aha, usingizi umekuwa wa shida eh? Kweli mpenzi wangu Yani siku hizi usingizi naupata kwa taabu sana, muda mwingine nakaa macho mpaka saa nane za usiku ndio napata usingizi. Kwa kweli, fanya urudi tu, maana mwenzio unateseka sana. Kama unakaa macho hadi saa nane usiku, mbona simu zangu za usiku nazo hupokei, na nikikuuliza, unadai ulikuwa umepitiwa na usingizi? Hivi unajua sikuelewi, mpenzi. Bebi bwana, mwenzie huwa anaweka sim silent, maana muda mwingine huwa anaweza nikawa nimeutafuta usingizi kwa shida, alafu nikiupata tu unakuta simu inaita na kunivurugia usingizi, na nikishaamka hapo ndo sipati tena usingizi. Sawa, mimi nilikuwa na kujulia hali tu. Vipi, kuna shida yoyote? Hakuna shida yoyote, kila kitu kiko sawa. Kama huna shida, ngoja nikuache ulale, ila kumbuka Zanzibar ni ndogo sana na watu pia ni wachache, kwa hiyo hamnaga siri. Sasa maneno gani tena hayo unaniambia, wakati mimi nimetulia zangu nyumbani? Yaani laiti ungekuwa unajua mwenzie sitembei, wala usingekuwa unaniambia hayo mambo ya Zanzibar, hakuna siri. Ngoja mimi niendelee na kazi, nitakucheki baadaye sawa. mwa mwa mwa, uwe na kazi njema mme wangu. Asante. Vipi, anasemaje? hana chochote cha maana, anajingatangata tu na kutaka kuniokota, sio? Anadhani mimi sina akili, lakini ni kweli. Shoga yangu, unaongea kama mlevi. Hamna bwana, mimi niko sawa. Yesi ndo anaona raha kukaa porini, wacha wenzetu tuponde raha huku mjini. Halafu je, anaiti mwenzio, nina mashaka. Ni zaidi ya wiki mbili sasa tunaenda klabu kila siku hivyo, huogopi? Sasa niogope nini? nakumbuka jana usiku tulivyorudi ulipiga kelele hadi majirani yako wanachungulia dirishani. Hivi, uogopi kuwa wanaweza kumwambia mume wako? Hao majirani watamwambia saa ngapi? Maana mtu mwenyewe wala hana muda sana, majirani yaani yeye ya akija anawaza tu tendo la ndoa kuanzia asubuhi mpaka jioni, na siku nyingine anakuja usiku na kuondoka alfajiri. Sasa hao majirani watamwambia saa ngapi? Wewe ukiona nafanya hivi ujue najiamini. Sawa, kama unajiamini na unamjua mtu wako vizuri, mimi sina neno. Hebu tuongee mambo ya maana bwana. Hivi jana ulimwona Mudi alivyopendeza? Ndiyo nilimuona kang'aa huyo sikufisi, shoga yangu, mi nataka nirudiane na Mudi wangu, yaani tangu nilivyomuona jana pale klabu. Sasa so, hivi akili yangu yote inamwaza yeye. Jamani wewe, si ndio ulisema Mudi hakuwezi na ukasema huyu mbaba uliyempata yuko vizuri kuliko Mudi? Sasa imekuwaje, tena unamtaka Mudi? Sasa hivi anaonesha wazi, ana afya nzuri, kwa hiyo na uhakika atakuwa vizuri. Na yule mbaba wako wa wiki iliyopita utamwachia nani? Halafu isitoshe pia mudi kaoa. Kama yeye kaoa, hata mi pia ni mke wa mtu. Kwani wewe hujui? Kwetu msichana akishatolewa mahari tayari anakuwa na mke wa mtu. Janet, hebu usijitoe ufahamu ukarudia maisha ya mwanzo. Unatakiwa ujue kwa sasa kuwa wewe ni mchumba wa mtu. Kumbuka wiki iliyopita ulitaka mtu wa kukutoa upweke, ukamchukua ule mbaba, lakini bado umeona haitoshi. Sasa hivi unataka kumchukua na Mudi. Alafu shoga yangu hayo mambo ya kurukaruka, hebu tuachie sisi makunguru tusiofugwa. Yule mbaba sio mtu wangu bwana. Yule alikuwa vodafasta tu, na nilimchukua kwa sababu nilikuwa nataka kuona wanaume wa nchi nyingine wanakuwaje, lakini toka nimuone Mudi yaani nimekosa raha kabisa. Haya, ngoja mimi nitulie. Lakini sikushauri urudi kwenye maisha ya zamani, kwa sababu Mudi anapenda kulelewa. Kwa hiyo atataka aje akae hapa pawe kwake kabisa. We naye bwana, si umeshasema ameoa? Sasa atatakaje tena kuja kukaa hapa? Janet, Janet, Janet, rafiki yangu nakuita mara tatu! Wewe, haya mambo niachie mimi kwanza. Nataka Jumamosi unisindikize kwa babu, nikamfanya huyu jamaa asirudi nyumbani kabisa, yani yeye awe anatuma tu hela. Bora hata umekumbuka kujihami mapema we, kinga ni muhimu kuliko tiba, shoga. makando kando yangu, japokuwa nina makandokando yangu kibao, lakini huyu mwanaume sitaki hata anifikirie kuniacha. Ndo upambanie penzi. Unadhani mjini watu anakaa kizembe? Najua mjini watu hawakae kizembe, ndio maana nimekuomba unisindikize kwa babu nikaweke mambo sawa. Karibu mwali wangu, nikusaidie nini? Babu, huyu ni yule rafiki yangu niliyekupa taarifa zake. Mmekuja na vitu nilivyoagiza? Tumekuja na baadhi ya vitu, vingine havijapatikana. Kwa nini? Kwa sababu ni zaidi ya miezi miwili sasa, huyo mume wangu mtarajiwa hayupo nyumbani. Kwa hiyo umekuja na nini? Nimekuja na nguo yake. Hiyo nguo yake itafaa kwa kuanzia, lakini lazima ujitahidi hivyo vingine vipatikane. Ndio nimekuja kuomba msaada wako babu. Kwa hiyo unataka mimi ndo nikavitafute? Hapana, siyo hivyo, ila nataka umvute arudi nyumbani ili nivichukue. Aha, sawa sawa, haina shida. Na sadaka umebeba? Ndiyo babu, sadaka nimekuja nayo. Weka hapa. Na ilo shati weka hapa pia. Mbona mm, kama una wasiwasi. Umemaliza au kuna jingine? Aa babu, kuna jambo jingine ila sijui jinsi ya kukuambia. Weja Janet, hebu acha ujinga, tulikubalianaje? Mm, mwacha ongee, mimi ndo nitaamua kama ni ujinga au la. Kuna mpenzi wangu wa zamani ambaye nilimwacha baada ya kukutana na huyu mume wangu mtarajiwa. Sasa nilikuwa nataka umvute anirudie yeye mwenyewe.